Soko la nguruwe ni zuri sana, na uzuri wake wa soko la nguruwe ni tunaita nyama pendwa. Nyama pendwa ina, ingawa inawezekawa ina inaathiri ina, ina kwenye baadhi ya imani zetu, lakini tunaita nyama pendwa kwa sababu tayari tunaitumia na tunaipenda, ni nyama pendwa. Lakini pia soko lake ni liko wazi, na hatujai kulala nguruwe akiwa amedoda, kiswahili cha kudoda hapana sasa hivi nikiinua simu hapa hata, hata, hata, hata wewe nikiinua simu nikapigia simu watu wawili, shida na, na, na ngulo yangu nataka nimtoe basi, wote watakwambia nakuja labda sasa hivi. Watakwambia tunakuja sasa hivi. Ngoja nyama ikipungua hapana. Watakwambia nakuja sasa hivi. Soko lake liko wazi, lakini habari nzuri zaidi ambayo pia mimi kutokana na kuwa karibu na watu kama nimemtaja Dr. Egbert Baguma yeye ni, ni memba wa bodi ya nyama duniani. Kwa hiyo kuna maongezi mengi watu tunayafanya namna kusababisha nyama yetu pia ipande thamani. Kwa moja ya maongezi ambayo tumefanya ni kwamba huko mpango ambao unaendelea. Ziko nchi ambazo zina demand nyama ya kwetu Tanzania. Hizi za nguruwe. Kwa amesema tutakuwa huko mpango ambao unaandaliwa kimaongezi ambao tutakuwa tuna banchi tatu ya uchinjaji. Kwa hiyo tutakuwa tunapita magari ya friji yale. Kwa mpango ambao tunaanza kuanzia mwakani utakuwa unapiga mpango, mpango Dar es Salaam unachinja kwa, kwa a lot of tons Dar es Salaam. Inakuja banchi ya pili, inakuja banchi ya Kanda Kati Dodoma, tunachinja, tunachinja a lot of tons, gari linapita kwa, ile kama ile fridge cars, ile gari za fridge zile, banchi ya tatu itakuwa ni Kanda Ziwa ambayo itakuwa maeneo ya Mwanza na, na viunga vyake na kwa hiyo kutachinjwa, itamalizika na Dar es Salaam kwa mtindo huo. Kwa, utakuta kwa mtindo huo pia soko linakuwa, aliwezi eua aliwezi kwa namna kama linatusumbua. Serikali inayoongozwa na Rais Dr Samia uh, imeona umuhimu wa kuwawezesha vijana uh, unawaambia nini wewe vijana? Cha kwanza uh, kiswahili cha sahivi ambacho sio rasmi ni wajiongeze, tena wajiongeze, sio mara moja, wajiongeze mara mia moja, eh, kwa sababu kama ni hatua, kuna mtu ashaanza kuwainua miguu na kusema kuwambia, sogeeni. Kwa hiyo wajiongeze na wasikubali kuonekana kwamba lowaza wazo la msingi hakuwaza vizuri, wampe support la kusema mama, uliwaza kama mzazi na kama rais wetu, naomba kwa hiyo tulichangamkie, wachangamkie wakiwa na vitu viwili. Kwanza wa, wakiwa wako material wise. Ehe, material wise vichwani mwao waanze kunoa na kuona kama kazi ya ufugaji ni kazi za msingi. Ujue kuna kati mimi kwenye dialogue kwa kawaida huwa nashinda kunashinda kuelewa kiini chetu sisi hasa wa Afrika kwenye kudharau kilimo ilianzia wapi? Aidha shule ndivyo kwa napewa adhabu za kulima, au umekosea kitu naenda ukalime, sijui kwa sababu. Inafika mahala kwa mfano, kwa notion ya western huko kwa wenzetu, ukisema mimi, mimi ni mkulima, ni kwamba wewe ni una operate kwenye, yani kwenye taifa unaweza ka yani una operate kwa kiwango kikubwa sana kwenye taifa husika. Lakini kwetu Afrika ni tofauti, yani ukiambia mkulima maana yake ni mnyonge, mdhaifu, hujiwezi na vitu kama hivyo ambavyo sio sawa sawa. Kwayo, kwa hiyo cha kwanza tuanze kuflash vichwani kwamba kilimo kwanza uzuri katiba imerecognize me, -me, -me kwamba ndio utu wa mgongo wa taifa letu. Kama mgongo, kupuzia, ni utu wa mgongo hatupasi kupuuzia, tunapaswa kuongeza nguvu za msingi kwenye utu wa mgongo ili mwili usimame, nchi isimame iweze kusogea mbele. Lakini kingine, sasa hivi hivi sasa hivi mtu ambaye aliweza kufuasini kwamba kama kutatokea uh, skasi duniani sasa hivi kwa nyakati zijazo itakuwa ni skasi ya, ya chakula nimefatia pia mjadala wa mheshimiwa Rais wa Kenya na mheshimiwa Samia raisi wa Tanzania, mjadala wa, wa agriculture wanajaribu wana, wana kuwafumbua watu macho kwamba tajiri ajaye ni mkulima. Wanamtamka wa kwenye speech zao ziko vile clear, lakini still watu bado hawagundui, pamoja na maneno ya kutamka hawagundui paa kwenye kilimo kuna tajiri ajaye, tajiri. Haya, dunia inasema sasa hivi kwamba kutoka na ripoti za, za World Bank kwamba kama kuna vita vitaanzisha duniani baadaye vitakuwa vina sosi yake ni, ni chakula. Sasa kama kuna kitu ambacho kinathibitisha mpaka vita tatu ya dunia ni chakula, na kama kuna kitu viongozi wetu wameweza kufuasini kwamba tajiri ajaye ni mtu ambaye ana invest kwenye agriculture kwenye kilimo, kwa nini atasikimbilia huko mchakamchaka, waenda akakimbilia huko ili? Kwa sababu tayari wenye maono washaona ni kama watabiri, si ndio? Kwa mwakani kutakuwa kuna mvua au mvua kidogo, kwa hiyo tupande mahindi ambayo, au mazao ambayo yanastahimili ukame mtu sha kutabiria mtabiri kwa mwakani kutakuwa kuna ukame, pandeni uwele, afu unaenda unaenda kupanda, kupanda mchicha tena utategemea utavuna kitu gani? Kwa hiyo watabiri wetu, viongozi wetu, wameshatuambia kwamba tajiri ajaye atatoka upande wa agriculture, upande wa kilimo. World Bank zimetoa hiyo hiyo kama ni tazamo kutokana na tafiti zao kwamba kama vitatokea vita vingine vya dunia itatokana na uhaba wa chakula duniani. Kwa sababu population inaongezeka, dunia iko pale pale, haje kuongezeka. Kwa hiyo uhaba wa chakula utachangia pia kwa kufanyaje? kuleta hiyo tatizo la vita duniani. Kwa hiyo nawasisitiza tena kwa namna ya kuwaeleza. Inawezekana pia hawakuelewa speech ya rais wa Kenya, hawakuelewa pia speech ya rais wangu Samia Suluhu Hassan. Nawasisitiza mimi tena kwamba warudi shambani, ndio kutakakutusaidia kwenye kutatua moja kwenda hatua nyingine. Mimi binafsi niliona Dodoma, kama ilivyo sasa hivi mwaka 2027 kutokana na, na, 2027 in Afcon kutokana na msongamano utakao kuwepo watu wametoka uwanjani wamencheresha mimi kumuvu wameuziba barabara, mimi wataniachia nini? Sina uwezo uh, wa kujenga sasa hivi ghorofa la hoteli au lodge, lakini wao watu watademand kula. Mimi nichukue faida yao kuwepo Dodoma kwa, kwa wingi wao, kwamba kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa lazima wapate chakula, nifuge nifuge nguruwe nifuge kuku niuze kuku. I'm so sure 2027 kuku watu, watapanda bei Dodoma, I'm so sure. kwa sababu tayari kutokana na hiyo AFCON watakuwa walaji ni wengi na demand imekuwa high na supply imekuwa low. Kwa nini maanza kufanya application mapema, hii miaka miwili hii naokuja niwe nimeshakuwa na uzalishaji mkubwa wa kuku, ikifika 2027 kwenye AFCON inipe na mimi at least bakio lolote. AFCON ikiwa imeshaisha nisimulie kwamba AFCON ilipita, nifanya moja mbili tatu, nipata faida kuliko tu kulalamikia kwamba walikuja bwana, wasabisha msongamano bwana, huku tukawa tupe magari mdoto amesimama, tukawa tu tufanye mabiti yote Ujua wanasema unavona sehemu yote kuna, kuna, kuna weakness. We, convert, we, we upate strength. Kwa ukiona <kipansi> wana wana wana wana wana wa watu wanalalamikia kitu fulani wanakilalamikia, wewe pata faida kile kitu wanachokilalamikia, convert upande wa pili. Mimi kitu nikiconvert upande wa faida, hiyo ni kazi ya akili. Kwa sababu moja kitu cha msingi cha akili ni kuweza kuatumia mazingira positive kwa, kwa, kwa mustadha wa, wa kesho yako kwa sababu tunasema kwamba Ukiona mwili unaumia akili haijafanya kazi. Ukiona sehemu umejikwaa, maana yake akili ishinda kuambia mguu kwamba inua mguu, hapa kuna, kuna kisiki. Unaelewa? Kwa umejikwaa, mwisho wa siku umeona kama umeumia kidole au, au mguu mzima, kwa sababu akili haikudetect kama pale kuna kisiki ukajikwaa au kuna jiwe. Kwa ukiona mwili unaumia ujue akili haijafanya kazi.